Habari zenu wana kijiji bwana Salama. Eh, nimewaita hapa kwenye kakikao kwa madhumuni mawili. Sasa hivi vijana wetu waaka kamtaa wameanzisha tabia ya kuoa usiku mchana anatimua, hiyo ni, ni, ni uzembe na uzururaji, kama makosa mengine tu ya jinai. Sasa kama, kama mwenyekiti wa kijiji chenu ambao mmenichagua wenyewe, mbona natoa tangazo au natoa kaamuri kwamba kuanzia leo ukimkuta mtu yuko na katoto ka mtu ndani, umeona, ukigundua tu mwambie mwenyekiti, tunamwozesha moja kwa moja na viboko vinne juu ili kwenye ndoa yako kule uingie na maumivu, ili kukomeshe hizi tabia mbaya za vijana, kukomesha kabisa. Ndio maana yake wamezidi. Sasa hivi kila sehemu, kila mtu anachukua mtoto wa mtu usiku, asubuhi kamtimua. Mimi haka hapa nimeoa mwaka wa pili huu, niko nako, sijakaacha hata siku moja, tuko nako naoa usiku asubuhi natimua, alafu unaambiwa naambiwa anaawa ulandngu ko ndio hivyo. Kama kuna mtu ana anakaswali kikao hicho aasio kirefu sana ehe, sema. Asante kwa manafasihi, mwenyekiti. Sisi kama vijana, kwa tuna hoja yetu kwa maamuzi ambayo umeyapitisha wewe, auoni kama itatuathiri kama sisi vijana Saunajua maisha yetu apa kijijini, mpaka tulime tukauze mazao ndio tupate hela ya kula. Sasa navotuozeshe sisi ao mabinti, tutawalisha nini? Mimi labda nilikuwa na ombi au onye, labdaauu mara ya kwanza ya ya tatu, ndi mtuozesheusookamkeka na makofi mawili hapo eh Yaani huyu huyu kijana huyu ndivyo eh, alivyo huyu mwenyekiti. Jana nimefumania mimi pale kwenye migomba mwenyekiti. Yaani ile ile amuzi, mimi nimefurahi kweli kama nikitendewa haki na huyu kijana akikutwa akifungishwa ndoa. Maana yeye ni kazidi, sio anajiona. Nani hapa kitayani hata hmm, sielewi. Cha msingi kushirikiana. Yaani sasa hivi ili tukishirikiana, watu wazima hawa watoto tutawakamata vizuri na watao wataoana vizuri tu unamwozesha unamtandika na makofi yake wanaenda kuishi na mwingine hari wake, hakuna kuachana. Hiyo hakuna kuachana. Eh baba karibu, ona hapa, ni kwa ajili ya hiki kikao, ka unakiona kidogo hicho? Eh ndio ndio, hii ni wa sana, asante sana. Nasema hivi e, kwanza mwenyekiti, sisi tumefurahi sana kukuta kwako, kwa sababu mara nyingi tunakuita sana, una shughuli nyingi za kiserikali, lakini umefika e, kwa maana unakuta wanakijiji wengi hapa, wote wamekuwepo kwa sababu yako. Tunasema hivi hawa vijana wetu wamezidi sana, tunapata aibu hapa mtaani, tunapata aibu kweli kweli. Kwa hiyo kama ili swala kweli, tunakuwa tuko serious nalo kweli, tuwe katika mstari kama huu, sawa sawa. Wazee wenzangu hawa washakuja sana nyumbani, mara nyingi tunaongelea, kaambia haiwezekani, lazima tumute mwenyekiti awepo hapa ili tuyaweke sawa haya mambo. Kwa hiyo si tunashukuru sana kufuta kwapo, mimi nitakuwa nimefurahi sana. Hawa vijana hawana akili yao, wanaliangalia wana kama ngedele hawa Wanatia aibu sorry. Kwa hiyo tukishirikiana, watu wazima wa tuna, unasemaje mwenyewe, huyu hapa alikuwa anasemaje? hiyo mkija kutufumania, mje na mashera na kigodoro na kigoma kabisa kiwepo ya, Kare kako wewe tukiegarama cha kigodoro hey. Sisi tunatangaza mm, hayo mambo eh, wewe, hey. Mimi hatutaki hayo, hakuna cha kigodoro wala nini eh. Hey, karibu karibu, eh mimi nilikuwa nauliza, hiyo ndoa ya mkeka itafungwa kwa dini gani hapo? Hakuna ka dini, dini yake di no, oh ya, ma, ma, ya ni makofi tu. Yaani mpaka ukubali, umekubali hivo, wewe unaibishia serikali, yaani a ya, yaani ndoa pale eo, umekubali umekubali, mpaka unasema ndio ni